Mmekuja hapa kunijaji ha, maisha yangu au mmekuja kunisaidia nini? Solution napata wewe hapa, we ni queen. Wewe hapa ni kiongozi. Nisikize nikwambie, wewe hapa ni kiongozi sasa, ukiendelea kupiga kelele hivi, yani ushakumuona boss gani anapiga piga kelele haijarishi? Natetea haki yangu, natetea na kitu ambacho ninakihudumia. Nisikize, sawa hilo lenyewe unalolifanya hapa kwanza enayokuwa yeah. tu tayari mke wa mtu alafu bado unamgombania mchepuko mpaka naitafuje inakuwa sio vizuri mimi njia rahisi ambayo nataka nikuonyeshe wewe, unaonaje nikimwacha au nikaja kwako wewe ile <laughs> <coughs> hmm. gani tu Zanini, ulizike na hichi ambacho unataka kunishauri hapa sasa hivi <coughs> unaonaje nikimwacha huyu mbwa kepo ndani hapa akitoka, yaani kabla sija ya kiwasha, ufanye tu malizane na mimi zani, huyu mbwa akitoka hapa mimi naye tu tuna deal, sawa sitaki ushauri mwingine. Maswala ya ndoa mimi haya au umekuja kunidiskasi hapa? Hapana, mimi nimekuja kulieka saa kwa sababu mimi naitwa Sheikh. Sasa kama umekuja kulieka saa, inabidi unisaidie huyo mbwa huyo ndani atoke na huyo kaaba yake. Hapo ndo tunaweza kunieka saa mimi. Mtu hawezi kutoka kwa ukali wako huo kuwa mpole ubone nani nakubali kufunga mlango, ndugu yangu, kuwa mpole toka umekuja wanako. Yaani nakwambiaje, huyo ndani namtoke sawa, yaani huyo ndani ani mtafutia tundu ya kuingilia Zuzu. Yaani kama mtapitia kwenye paa na kama mtawanga ili mpata kuondoka humu ndani. Naomba, naombani hmm, na mpaka mtoke, na hapa ndani ndani. Nakiisha sitoki hapa, nje niliposimama ndani. Nisikilizeni ndugu zangu, mimi mbona nawaita sana jamani. Zuu, nisikilize mara moja, nisikilize basi eh. Nakusikiliza, natakaje mimi? Naomba nikuulize maswali matatu, kama tukiweza, ukiweza kunijibu haya maswali mimi mimi, hapa naondoka. ya msingi na usinichosha. Akili yangu ni ya msingi kabisa. Huyu mwanaume unemgombania, ambaye unam, unamletea kelele, umeona future gani kwake juu yako? Kitu gani ambacho unahisi labda anaweza kukifanya kwako cha special kwenye mshono? Kwa sababu wezi ukamgombania mtu ambaye hakupi future yoyote yani, au nye mnakulana tu eh? mume wa kukuli. Swali langu la pili hilo, la kwanza naona umeshindwa, la pili Je, yeah, mwanaume wako ukutani naye labda kimwili? Mume wangu mimi kuna baadhi ya matatizo na na ndio mimi nafikia tamati mpaka mimi natoka nje na sina nia ya kumchiti mwanaume wangu hapana. Mwanaume wangu nampenda, namheshimu, na ananiheshimu, ananijali. Ila kuna baadhi ya mambo ambayo hawezi kunitimizia. Nimefikia tamati mimi mpaka natoka nje kutafuta mwanaume mwingine tu. Ili mradi anisaidie ili ndoa yangu iendelee kudumu isimame pale pale ilipo. Sio kama napenda kufanya haya mambo, lakini nafikia tamati ya lazima tu niyafanye. Ukisema kuna huduma wako ume wako wakupenzii labda, maana kama huko wewe umewekeza pesa, ndio wewe unatoa, si ndio kodi unalipa? so, ah. Ah, na nini tena ananunua pikipiki, analipa kodi ndani vote kanunua eda a unakuwa mbea. Sasa mimi na gari mimi na hiyo pikipiki vinahusiana nini na munu... nimeleptu... oh, kule Nilikoma a kuweka mabati mabati mabati. Kwa nini? Wewe umemnunulia mama wako nyumba eh? Umemnunulia akamjengea huyo, ayamnunulia mama wake nyumba. Yeye akamnunulia mwanaume wake nyumba, sasa nashangaa na... anachokifanya na mimi hapa anakiona ni cha ajabu, alafu chakwake anakiona ni kizuri, naye unakaa naye huyo, mi nakaa naye, unakaa naye huyo mwona, sasa ameshakuzidi pointi hapa. Eh? Naweza nikakuuliza swali la tatu eh? Mimi okay, so, na mama nchangaje. Mimi nataka wewe mwanangu wangu ndani ya naomba nikuulize swali langu la mwisho tu la Sa. tatu. Sawa. Swali langu la tatu ninakuuliza. Mfano ikitokea sasa hivi ametoka hapa na umemwona na huyo mwanamke kitu gani utafanya? Nataka tu anipe vitu vyangu. Vitu gani? Nimwache na nimwache yeye akiwa na amani. Vitu gani? Anipe kadi yangu ya pikipiki, anipe na fungo yangu. Alafu, mambo mengine yaendelee ili nahisi nice tu nimwache akiwa huru na mimi anaache nikiwa huru. Yeye nimpe huru tu afanye mambo yake yani. Binafsi iko hivyo. Kwa hiyo huyo ndani atoke tu. Wewe unachotaka ni kadi yako pamoja na nafungua. Mimi unipe hivyo vitu vyangu. Basi ngoja tu tumwete kwa sababu ushajua anachotaka ndio mimi kitu ambacho kwa ana anataka kujua muda wote. Achane, kapoteza vingapi? Napoteza vingapi ndugu yangu? Ni mali yangu, ni haki yangu. Sasa nahitaji kuvipata hivyo vitu. Unavipeleka vipeleka wapi? Ah, saizi saele bwana, nakuta navi unavipeleka vipeleka wapi? Nitajua pa kuvipeleka wapi. Kuna mjibu nini mume wako? Nitamjibu kama majibu ambayo anastahili kujibiwa mwanaume. Bas, yeye atani mshangaa. Sipo. Sigeni, mimi hapa sitoki hapa yani, nishakwambia sitoki, yani kama ye ya hawezi kutoka hapa na mimi hapa sitoki. Sasa, e, owe, bro brother. We Filipo, eh? Lakini kabla hii video haijaendelea, ndugu yangu, naomba nikukumbushe kitu kimoja, unaweza kugusa neno lililoandikwa hapo chini subscribe i gusa hilo neno, ili mradi video ntaka riposti nyingine, uwe wa kwanza kuipata. Hebu gusa hapo chini, gusa hilo neno jeupe lilo andikwa subscribe. Eh, safi, tuendelee na video nyingine. Nakuomba kaka, one time tu, kuna kitu tuongee hapa, mimi na wewe. Ndugu, mambo yenu, yaani nakwambiaje, umo ndani leo, usipotoka nitapita hata kwenye hizi tundo za dirisha, uhakikisha <laughs> <laughs> somo mwana yako anatoka huko ndani awasiku, si hapa leo zitamwagika damu hapa mpaka asubuhi. Filipo, basi ungefungua basi, ndugu yangu, tuweze kuzungumzia huko nje, mlango <laughs> uona jida changanyikiwa? Mimi nimechanganyikiwa zaidi yako, si unanielewa? kufungua yaani kama bange unavuta mi bangi napuliza alafu mimi. ukitaka na kelele yaondoke hapa naomba toka ndani anikabidhi vitu vyangu na kisha mara yako hapa nje unamtoa unachamba ombea unachamba ombea fungua mlango sasa afu nikuonyeshe Ilipo toka basi. One time, mwanangu, tuzungumze. Sorry mwanangu, sorry mwanangu, kwa heshima tu ya kiume mwanangu. Unajua nini mzee, mi mtoto wa mjumbe, mwanangu. Nimetoka chini hapo mwanangu, mjumbe anaweza kuja saa hivi usikuafika wajao. Mzee, si unajua Usiku huu kesho tuanze kuitana kwa mwenyekiti, mwisho upewe kesi ya uaini bure, mwanangu. Sasa hapo ndo mnataka nyinyi, usi sio nataka, ndio maana nakwambia tuongee. Sasa makelele mbeta, kaka haya makelele ataisha saa ngapi hapa sura? Wewe wewe unajidai kaba kiume, yeah. So, sasa nataka nikoneshe wenzao kaba wanavyofanya, yaani ukaba unafanya kwa kunani, kwa kusomea wenzao tulishapokea stashada la digrii. Naomba utoka uko ndani. Saa mimi ndio wewe mwenye, ati wewe wewe, vipi na yeye? Mimi ndio naweza kuoga nishakunywa, ndio naweza kunywa nishaoga. Sasa naomba utoke huko ndani

Mona, kaka, zaawi, kaka, kaka njio, basi mwanangu tufungum... umesikia saa basi, njio mwanangu tuzungumze, mimi na wewe tu antaye mwanangu, fungua mlango mwanangu, tuzungumze mimi na wewe wa... sio kuvunja milango, tutakuvunja mpaka hiyo mi, ya miguu yako okeo mirefu kama fito <laughs> mpumbavu wee wa kiumena miguu mirefu kaka, ona oneshe atu kidali kocha mbwa Kida alichenye kama chanzi. Alafu <laughs> bado wanakuja kuletea mambo ya kipumbavu hapa. Fungua mlango. <laughs> Wewe fanya ausa <laughs> mrefu kama mbuzi wabadili na hapo, fungua mlango na mwanamke wako kwenda imone anafalaniaje. Filipo, Filipo. Nakomba one time mwanangu. one time. Mi nikuingilia huko huko, aipita ipi sasa ilipo, ndio basi, tuzungumze one time mwanangu, tuondoke mwanangu, sinajua tena mwanangu, taingia na mlango mzima ato mwanangu, tuzungumze basi one time mwanangu, cho tu mwanangu. Lakini kabla hii video ijaendelea, ndugu yangu, naomba nikukumbushe kitu kimoja. Unaweza kugusa neno lililoandikwa hapo chini, subscribe. Gusa hilo neno ili mradi video nitakayoiposti nyingine uwe wa kwanza kuipata. Hebu gusa hapo chini, gusa hilo neno jeupe lililoandikwa subscribe. Eh, safi tuendelee na video nyingine. Nauumiza mtu hasa, njoo one time, mwanangu, njo tuzungumze mi na we, njo hamna, one time mtu, mwanangu, hamna wenjo, utatoka, tunazungumza mwanangu, yani, mtoe hyo mwanamke wako nimuone anafanya na mimi nini kikubwa hasa kikubwa soeao kikubwa, mtu cho mzidi Filipo, nakwambiaje yani, huko ndani utoke sawa, yani hapa aishi ndio mpaka aishe. Sawa kaka, sawa sawa kaka, fungua kidogo tu tuongee hapa hapa. E, inakuwaje mzee? Shwari mwanangu, naomba no, mwanangu saona, mwanangu izikele sasa saa hivi mwanangu asa Sasa umeona mambo kama hayo vipi? Nguvu za kunijibu nguvu za kujibu we, vipi? Fanya mambo yako kwanza, sio vipi mara si ndio? Mbona unaona mambo kama ndugu yangu, mimi nimefungwa mambo ya kuheshimu wao, baridi mwanangu. Ili mwanangu, mimi nakwambia, je ili aliishi mpaka aliishi hata hey. Yani mimi nikiondoka au tulala kwa amani, afu inakuwa sio mwanangu. Sasa uone kama hivi tunacholeshana, unaona watu walipokuwa kibao mwanangu, angalia watu nilipopiga simu zangu ungepokea. Naomba toke nje, aivocha kelele basi. Mbona kama hivyo? Yaani nikiingia ndani, nitahakikisha vitu yaani nitatia nyumba moto. Karibu anakia nimenyamaza na Elena mna gani? Basi naomba nikuulize maswali ndugu yangu. Huyu ni nani?

Sawa nataka niongea so, yani nini? alafu siongee na wewe, mbona kelele kibao? Ongea ongea, namna gani? aetazala ndo ajue sasa. Ah, mambo mengine ndugu yangu afai kuongelewa kama hivi kama na asijui kadi yake basi, okay, mimi sijui sasa kama ni kweli au lakini. Kabla hii video ijaendelea, ndugu yangu, naomba nikukumbushe kitu kimoja. Unaweza kugusa neno lililoandikwa hapo chini, subscribe. Gusa hilo neno ili mradi video nitakayoiposti nyingine uwe wa kwanza kuipata. Hebu gusa hapo chini, gusa hilo neno jeupe lililoandikwa subscribe. Safi, tuendelee na video nyingine. Mwanangu, inawezekana hivyo. Vitu vyake mimi, nipe vitu vyangu mimi. Kelele. Eh?

unapatati jeuli kama k okay, okay. Sasa jibu, okay, basi, jibu, Sa jibu, oh, aaah, na hapa nilipo jibu, hapa nilipo usinizuie, usinizuie, umesikia? Yani hapo ukitakaliisha, inabidi tulizungumze, tuuzungumze nini, ili iweje mimi sina shida kuzungumza na mtu. Oya, nipe changu kama vipi nitembea. We binti, sikiliza. Siku nyingine utakuja. Wewe wewe. Watu jamani watu. Wewe unataka kugombana?